Lakini pia nimekuja kutembelea shule ya Jenista Mhagama pale. Kuna ujenzi wa mabweni, madarasa na vyoo. Nimekuta kazi pale haziendi kama zinavyotakiwa. Mtekelezaji wa kazi hizo pale ni mkandarasi. Nimeelekeza mkandarasi huyo achukuliwe hatua. Moja ya hatua hizo ni kumsimamisha na patikane mkandarasi mwingine ambaye atatekeleza kazi kwa mujibu wa mkataba, lakini kutokana na kasi ambayo sisi tunaitaka atekeleze miradi hiyo. Tumeenda kwenye shule ya sekondari ya amali ya Maposeni, na hapo tumekuta kazi zimeenda vizuri, wako kwenye umaliziaji. Lakini ukiangalia shule ile iliko, unaona kabisa watakaochaguliwa kwenda kusoma pale ni lazima wao wametoka maeneo ya jirani, vinginevyo kama watatoka nje ya eneo ile la Peramio, maana yake tuna wasubjecti kwenye mazingira magumu ya kusoma, ya kwenda na kurudi makwao kila siku. Kwayo nimeelekeza waone uwezekano halmashauri ya kuomba shule ile kubadilishwa kuwa shule yenye mabweni ambayo wanafunzi watatokea hapo kwenda madarasani ili kuwajengea mazingira mazuri ya kujifunza wakiwa katika eneo zuri. Na sasa tumekuja kwenye shule hii ya msingi maalum ambayo tumepata taarifa ya mradi ulivyoanza ulipo na matarajio ya kukamilika. Lakini jambo moja lililonifurahisha hapa ni taarifa ya mradi ambayo imesomwa na mwalimu mwenye dhamana ya shule hii. Ukisikiliza taarifa ilivyoandaliwa, unaona kabisa mtu alioandaa taarifa ile alitulia, anauelewa wa nini anachotakiwa kufanya. Yangu, ni ni, kwa hiyo maagizo yangu ukiacha hayo niliyotangulia kusema nitoe maagizo kwamba tunapotekeleza miradi hii ni lazima tuwe na program of work ya mradi mzima, ili kupitia hiyo program of work, tujue tumeanza lini tutamaliza lini, na hapa katikati kuna activities gani zitakazofanyika na kupitia hiyo program of work ndio itatupa picha sasa kwamba kama mradi huu tunatakiwa tuuanze Januari tumalize Disemba, kwa hizo activities, je, tunao uwezo wa kumaliza? Na kama hatuna tunajipangiaje acceleration program za kufikia hiyo target ya kukamilisha Disemba, huku tukiwa tumetengeneza activities ambazo nyingine tunaweza tukazifanya usiku au mchana ili tumiti ile deadline. Lakini jambo jingine ni kuwa na zile work progress report kwamba sasa hivi tuko katika eneo hili, kitazama tunaona kweli upo hapo ulipotuambia kulingana na program of work yako. Niagize kupitia kikao hiki, miradi yote inayotekelezwa lazima tuone hiyo picha kwa kuwa na program of work, lakini kuwa na hizo work progress report ili zitusaidie kujua kwamba mradi huo utakamilika au la. Swala lingine ambalo ninalisisitiza ni swala la value for money. Fedha inayoletwa manake imeshakadiriwa itamaliza mradi. Usipofanya mradi kulingana na BOQ, unaweza ukajikuta umekwenda zaidi ya makisio au umekwenda chini ya makisio, kwa kutengeneza mradi wenye viwango vya chini. Kwa hiyo wakati wote ni lazima mzingatie value na jambo lingine ambalo ni muhimu ni ushirikishwaji. Ushirikishwaji wa wananchi kwenye mradi ili wafanye ownership ya mradi, lakini ushirikishwaji kwa kuwa na zile kamati zote muhimu. Tusipofanya hivyo, tutajikuta mkuu wa shule au msimamizi wa mradi anaelemewa na mradi kwa kutaka kubeba kila jukumu yeye mwenyewe.